Ukiwa na hela hata treatment za nyumbani kwenu zitakuambia tu kwamba wanatambua kwamba una hela. Mfano mimi mimi sina hela, ila najitahidi sana niwaonyeshe nyumbani ninazo. Ko, kuna vitu nashirikishwa hali wenye nasema yes, ulo mkubwa ulo mtu kama amenipigia simu, amesikia kitu kwenye taarifa habari, lakini anajua na mtoto dada anapiga simu

kuomba akasema, mwanangu managuzilei nikajaribu kumtishia airport, wakikukuta na matakapele, usibebe maparachichi mama na usivae aa. Akasema sawa. Saa man wiki miki nzima kumfundisha jinsi yakulada, nikajua mama amenielewa. Akafika amepanga nyelini, mi nimewahi kwa airport na msubiri watu wote wametoka. Sasa mama mbona hatoki?